Sasa leo tunampandisha msukuma lifti kwa mara ya kwanza. Shamba. Mama ndio naenda juu. Eh, naenda juu. Hapa mnateremka. Inaenda juu. Kuna joto. Ah, tumefika hapa. Tumefika bila kupanda ngazi. Ah, twende twende tena pale na kufundisha. Bonyesha hapo. Inafunguka.

Ushuka kurudi chini kwa sababu ni ngazi ngazi kama ulivyoshuka, na ngazi ngazi unashuka mwenyewe. Ndio tushuke mara moja ya mwisho, tutashuka na ngazi. Ha, ha, nini, nini, nini, unabonyeza hapa itafunguka. Ingia sasa chapu chapu, itajifunga ukate kichwa.